Kwa majina naitwa Lucy Anthony Michael katibu wa UVCCM natokea Temeke. Vile vile sisi kama vijana na agenda yetu. Elekeza maiki kwenye mdomo tafadhali. Kwa majina naitwa Lucy Anthony Michael katibu wa UVCCM natokea Temeke. Safi, naitwa Harusi Antoni Mikaeli katibu wa UVCCM tawi la Dovya kata Makangalao makangarao wilaya Temeke. Sisi ni waumini wa Katoliki, tuna mshtaki askofu Luacha na Padre Kitima wa papa. Sisi ni maki, Makiredeo Shilinde na Harusi Mikaeli, kwa niaba ya waumini wa kanisa Katoliki zaidi ya waumini mia moja ishirini kutoka katika mkoa wa Dar es Salaam na mikoa mingine Tanzania. CCM oye, Mama Samia. Safi, naitwa Rusi Antoni Mikaeli, katibu wa UVCCM tawi la Dovya kata Makangalao Makangarao wilaya ya Temeke. Nipo hapa katika michuano ya Chandi Mkapo ambayo tumeianzisha tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2023. ishirini na tatu walengo kuu ni kuweza kuvuna wanachama kwenye tawi letu la Yembodovya.